Wauni ambao walikuwa Wameweza kumpokea katika fuko wakiwa pale wakiwa wanamfanyia mzaa na kumkejeli Aminata. Anatokea jamaa huyu anaitwa Jason, anamsaidia na kuondoka naye. Baada ya kujitambulisha Aminata alifurahi sana kumfahamu. Na alipomuulizia chokol, japo aliambiwa hajaonekana mtu wa jina hilo, lakini aliambiwa avumilie, labda anaweza akaja. Kamleta kwa baba yake kumtambulisha na walizungumza kwa furaha mno, sababu walielewana wote. Anatokea huko Negros. Safari inaanza ya kuelekea kwenye makazi maalum. Njiani, Aminata anashtushwa sana na anayoyaona maana hawaziki. Wao mizoga wanaiachia tu, ili mradi iliwe na mpo mwitu. Lakini cha ajabu wanamvua koti marehemu na kutaka Mina alivae. Mwanzoni aligoma lakini alilazimika sababu ya mtoto wake tumboni, hata hivyo kulikuwa na baridi mno Wamefika Victor Nova Scotia, mtaa ulikuwa unatisha sana sababu wa Negroes walipoteza maisha kwa njaa, maradhi na sheria kali kwa wale wote ambao waliweza kuipinga sheria. Sasa hapo Washington waliishi watu wa jamii mbili, yani wa British pamoja na wa Negroes. Wa British waliishi kwa kuwatawala wa Negroes, kwa kuwazuia kupata chakula na mahitaji maalum. Yaani hawakuweza kuwapatia mambo maalum ambayo wao walikuwa wakipata kama binadamu. Hivyo baadhi yao walikuwa wanajikuta wanaiba na kukimbia tu. Aminata aliokota viazi akawaita ili mradi kuwarudishia lakini walimwachia aende navyo. Baadaye wakazoea kanisani wanazungumza wao kama wa Negroes na changamoto ambazo wanazipata. Anaitwa Mr Moses. Yeye alikuwa ni mchungaji na alihubiria neno na kuwapatia moyo sana watu wa Negroes. Na walijaribu kubadilishana mawazo pamoja. Upande wa British nako wako katika kikao chao binafsi, lakini kiume na mzee alifurahi sana. Siku iliyofuata wako kanisani na mapambio, lakini wamerudi. Aminata ni mgonjwa sana na mtoto alikuwa na homa pia, ikabidi wamuite daktari ili mradi aweze kumtazama. Baada ya vipimo, bado hali sio nzuri kabisa na mtoto hakuwa akilia, kwa maana alishakufa tayari. Aminata alilia sana kwa uchungu, maana wa mtoto wa kwanza alishampoteza na huyu wa pili amepoteza maisha mbele yake. Aminata alikuwa kama kapigwa na bombo wazi, maana hakuelewa lolote yule Yupo kitandani anajikumbuka, alipokuwa mtoto, alipoambiwa na baba yake aweze ya kujitafuta. Akaamka kurudi tena dukani kuongea na Madam Eliza kuhusiana na kazi na mambo kadhaa hivyo, kwa kuwa yeye ni mwenyeji pale. Aminata akawa mwandishi na mtepeshaji wa gazeti katika eneo lile, japo baadhi ya Wabritish hawakupenda kabisa, yani walichukizwa na kitu kile. Baada ya mauzo na mafanikio yaliyopatikana kwenye gazeti, Aminata alifurahi sana. Mina anarudi kazini, anakutana na kijana fulani hivi ambaye amekuja kuja kuomba kazi Lakin, lakini aliambiwa hata alipo mshahara wowote, lakini atapatiwa chakula na malazi na mavazi Bas, kisha jamaa anakabidhishwa kwa Aminata ili aweze tu kuweza kupatia maelekezo kadhaa hivi. Sasa jioni anabarizi anavamiwa na yule jamaa wa kule ufukweni. Amekuja Jason kutaka kumuokoa, anatolewa bastola, lakini anapambana kiume. Na Aminata pia akatoa msaada wake na kufanikiwa kumwangusha chini. Walifanikiwa kumdhibiti. Usiku wako ndani ya kanisa mlango unagongwa kwa jazba sana. Kaje mwana mama huyu Madam Eliza, alikuwa analaumu sana watu weusi kwa kifo cha mtoto wake. Yaani alimpoteza mtoto wake amefariki. Kwa hiyo lawama zote aliwaangushia watu weusi akiamini kwamba uadui wao wao na watu weusi bado uko pale pale. Ilibidi wakae kanisani mpaka asubuhi, na bado wakaendelea kujadili kwa kina kwelikweli, japokuwa walikuwa na wasiwasi sana, maana waliamini watakuwa hatiani. Mlango unagongwa, Mina anakutana na General. Alifurahi sana kumwona na walimkaribisha kanisani kwa upya ili mradi kuweza kuwapa neno. Hapo pale walikuwa wanatoa kero zao na wavile ambavyo wanavipitia kutoka kwa British. Kila mmoja aliongea kwa uzoefu wake na walitaka waweze kukaa mbali kabisa na British kutokana na tabia zao walizokuwa wakizionyesha mbele yao. Usiku wako zao wanakunywa kahawa kidogo. Jenerali aliomba Minata awe asistansi wake katika kazi zake na Minata alifurahi sana kusikia hilo kwa sababu alijiona ni mtu mwenye bahati sana kufanya kazi pamoja na General wa Asubuhi wa Negroes wamejikusanya, wanashauriana kusaini nyaraka fulani hivi za maendeleo, lakini wa British walikalia vikao vya migomo. Aminata akiwa pale anamwona Chokol, yaani alifurahi sana kumwona maana alimkumbuka kupita kiasi wote walikuwa na mengi ya kusimuliana na walifurahi sana pamoja. Chokola alimuulizia mtoto lakini aliambiwa mtoto ameshafariki wiki mbili zilizopita na alikuwa wa kiume. Chokola alimfariji mke wake, wako nyumbani wana mazungumzo kuhusu mustakabali wao. Aminata na General walifanya kazi pamoja ya kuandikisha watu wa British lakini Mrs Elizabeth hakupenda kabisa, kwa hiyo alijikuta anakuwa kikwazo katika eneo lile. Wamekuja kikaoni wanazungumza juu ya mwenendo wao mbele wa British. Huko Madam Elizabeth kakusanya kikundi chake chote akiwashawishi waweze kufanya vurugu. Licha ya kutenganishwa, lakini bado waliwafuata wa Negros na wakamuua Jason mbele ya watu. Yaani ilikuwa ni tafaruku kweli kweli. Baadaye Aminata alimfuata General kwenda kuongea naye na kumuelezea hali halisi jinsi ilivyo. Japo kwa mambo yalikuwa magumu, lakini General alimshawishi Aminata aweze kutulia, yeye ataweza kulishughulikia hilo swala na Jason haki yake inaweza kupatikana kwa upande wa Negros. Usiku, kikundi cha British kinafanya doria yani, walikuwa wanamlinda Madam Elizabeth kwa sababu wao ndio kama kiongozi wao hivi. Baada ya wao kusinzia kidogo tu, anaingia kijana na kwenda kumchoma kisu Madam Elizabeth. Anatoka nje anamwambia, hautafika mbali na wewe utapoteza maisha tena, utakufa ukiwa hauna chochote kile. Madam Elizabeth anapoteza maisha, lakini yule kijana hajafika mbali kweli, anakamatwa na kuuliwa kabisa pale pale. Huko wakati huo Aminata anashuhudia, yuko juu kabisa, anashuhudia kila kitu ambacho kimeweza kutokea. Asubuhi Aminata anakuta mwili wa yule kijana pembezoni kabisa mwa pori. Na ukimwangalia vizuri yule kijana ni yule ambaye aliendaga kuomba kazi, katika lile duka ambalo Aminata anafanya kazi, ndio duka ile kwa Madama Elizabeth. Kwa hiyo kaamua pia kupotezwa maisha yake na vijana wa British. Kwa kuwa yule ukuta mwili wa Colex huko njiani akaamua kuzama porini ambapo wanamkuta Pastor General na pia wakiwa wako nje na baadhi ya watu hivi kutoka katika upande wa Negroes. Na walikuwa wanalalamika sana kwamba wa British wameweza kuchoma moto kanisa lao. Kwa hiyo hawana sehemu nyingine yote ya kukimbilia, hawana sehemu sehemu salama kabisa. Yani hapo Washington wa British wameamua kupafanya kuwa pa kwao na sio kwa ajili ya watu wote, yani sio kwa ajili ya wanegros pamoja na wao wa British, yani wa wa kimiliki, wa Negros, wao waliamua kujitenga kivyao vyao. Kwa hiyo kile ambacho walikuwa nakimiliki wa wanegros waliweza kupokonywa, wakiamini kwamba wao bado ni watumwa tu, hawawezi wakakaa na watu weusi sehemu moja. Wakati huo akili ya Aminata ilikuwa ni kwa Chokol tu, yani alikuwa haelewi chochote kile. Kila anamuuliza anamwambia Chokol hajamuona. Kila anapopita hamuoni Chokol wake. Akiwepo pale mara anaangalia mbele anakutana na maiti. Kwa haraka haraka alidhani ni Chokol. Yaani alichoka kabla hata ya kwenda kusogelea ule mwili. Anafika pale kutazama vizuri si Chokol wake. Akiwa pale anaita Chokol, Chokol. Akiwa pale na uso wa kukata tamaa mara Chokol anakuja akiwa na kijana fulani hivi ambaye alikuwa amemshikilia. Yaani kana kwamba alikuwa na maumivu, kwa hiyo alikuwa amemwokoa kutoka eneo moja kumpeleka pale. Aminata kama mwanaharakati katika mzima wa wa wa Negros. Negros Negros. Na na na na na na je, Je, kuhusu Chokol na Minata Minata penzi lao litafika mpaka wapi? Maana maana tushaanza kumuona Minata akiwa akiwa na mwenendo mwingine tofauti. Katika katika katika episode episode iliyopita tulimuona akiwa yuko yuko na Francis na Kamkisi, lakini katika episode hii hapa tunaona yuko na mazoea ya ya karibu sana na General. Mambo Mambo yatakuwa vipi katika kwa kwa chief kile ambacho anakitaka? Je, anaweza akajitoa yeye yeye yeye kama kwa ajili ya Negros, maana yeye ndio ambaye ameshikilia mzigo huu hapa. Hii ni Book of Negros. Mambo ni ni mengi, muda ni mchache. Sasa, Minata pia amepoteza watoto wawili tukumbuke. Mtoto wa kwanza alienda ku ozo na bosi wake wa kwanza lakini mtoto wake wa pili alifariki mbele yake. Sasa je, ni wakati sahihi yeye anachukua rupi ya kuweza kupata mtoto mwingine au itabidi sasa watulie waendelee kuhangaika na uhuru wao, Wao kama wa Negros. Mimi sina la ziada, mimi ni kwa hii Afrika hapo Washington, ama shinda na sio salama kwao. Lakini New York walishapakimbia zamani sana. Wanaelekea Afrika. Je, safari ya Afrika itakuwa ni safari njema kwao au itakuwa na mikosi na misukosuko zaidi? Na je, ana ndoto kama vile akirudi Afrika anaweza kukutana tena na baba yake? Baba yake atakutana naye tena na mama yake yake na tulishaona katika episode ya mwanzo kabisa kwamba wazazi wake walifariki mbele yake. Mimi ni Queen Africa, till next time, ciao.